Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. U hali gani ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa lecture online tv? Na kukaribisha katika chaneli yako nzuri, chaneli yako pendwa, ambayo inakupatia madini mazuri sana. Endelea kuwa nasi, utabasamu pamoja nasi. Kabla hatujaendelea, jina langu naitwa Mwalimu Ibrahim Maroa. Utakuwa nami leo katika kipindi cha Qur'ani ambacho nimekuandalia kwa siku ya leo, lakini hakikisha umekwisha subscribe hapo chini, kubonyeza alama ya kengele ili wa kwanza kufikiwa na vipindi vyetu vinapokuwa tayari. Na wewe ambaye bado hujasubscribe, hakikisha umefanya hivyo, na wewe ambaye umekwisha subscribe, hakikisha una like na kucomment, utunge mkono, tuendelee kukufaidisha zaidi na zaidi. Karibu katika kipindi chetu cha Qur'ani. Nimekuandalia kitu kizuri ambacho utafurahia kweli kweli. Kipindi chenyeo cha leo, tutazungumzia namna nzuri ya kurekebisha makosa unapohifadhi Qur'ani au unaposoma Qur'ani au njia nzuri ya kumhifadhisha mtoto wako Qur'ani, hiyo mwanafunzi wako, mtoto wako nyumbani, hata wewe mwenyewe ambaye unahifadhi. Karibu nimesema katika Qur'ani yetu ya leo, tutaangalia njia kama nne Njia ya kwanza, kabla tuende kwenye njia ya kwanza, hakikisha unapohifadhisha mtoto wako Qur'ani awe na msahafu ambao unachapa nzuri. Misahafu yote ni mizuri mashallah alhamdulillah, lakini kuna misahafu chapa yao kidogo haieleweki. Mfano chapa ya India unakuta msahafu mpeji imekuja hapa, msahafu mwingine peji hapa. Sasa mtoto unakuwa unamchanganya, lakini ukiwa na chapa nzuri mfano kata misahafu ya chapa ya Saudia chapa ya Misri ya Azhar, na mingineyo zile za Kuwait, ni chapa nzuri ambazo mtoto amehifadhi Qur'ani, anakuwa anaelewa, anakwenda sehemu fulani, anaishia sehemu fulani, mfano suratul Naba'i aya imeshia fadhuku falan nazidakum illa adhaba mwisho wa peji, peji inayofuata imeanza inna lilmuttaqina mafaza. Akiwa na msafu kama huu, peji yake imeshia katika aya husika fulani, inamsaidia mtoto kukumbuka kila anapohifadhi, na ile peji anakuwa anaikaa katika kichwa chake, na anakuwa anafungua peji katika ubongo wake hu liu katika utangulizi. Haya, twende moja kwa moja katika njia ambazo nimekuandalia. Njia ya kwanza ambayo nimekuandalia kwanza, unapomhifadhisha mtoto Qur'ani sawa, aidha mwalimu wa madrasa au mzazi nyumbani, hakikisha kwanza ufahamu uwezo wa mtoto katika Qur'an apfadhisha mtoto. Uwezo wa mtoto umegawanyika, kuna mwingine yupo juu zaidi katika kuhifadhi, mwingine ni mtawasit kati na kati na mwingine yupo chini katika kuhifadhi Qur'an. Kwao lazima utambue hayo madaraja matatu ya kumhifadhisha mtoto Qur'an, wa juu zaidi, wa kati na kati, na yule wa chini zaidi, ambaye kidogo kidogo. Baada ya kutambua swala hilo Unatakiwa sasa ndio mpatie aya kulingana na uwezo wake. Njia kwanza, ya kwanza, mpatie mtoto aya kulingana na uwezo wake. Au wewe mwenyewe unahifadhi Qur'an, jiangalia mwenyewe uwezo wako kuhifadhi Qur'an kwa siku ni aya ngapi. usij ukajilazimisha kuhifadhi aya zaidi ya kumi hali ya kuwa uwezo wako wewe ni kuhifadhi aya tatu kwa siku. Hayo ni makosa. Utaanza kusema Qur'an ni ngumu kuhifadhi, huyu mtoto ana kichwa kizito kwenye kuhifadhi kumbe ni uwezo wako ni mdogo. Kwa siku unataka uhifadhi aya tatu, wewe unahifadhi zaidi ya aya tatu. Inshallah, tutakuletea kipindi kizuri ambacho kulingana na uwezo wako unataka uhifadhi aya ngapi kwa siku, na ni njia utajidua vipi una uwezo kiasi gani. Njia ya pili sasa, mtoto ambaye hifadhi amempatia aya ya kuhifadhi sawa, anapokuletea mwalimu msikiliza, au wewe mzazi unamsikiliza mtoto, jitahidi jitahidi njia hii ya kumshajiisha, kumpa hamasa mtoto, kumpongeza. Hata kama amekosea, mpongeze: mashallah, umejitahidi, jitahidi, jitahidi, fanya hivi, utakuwa bora zaidi. Lakini usitumie maneno makali. Maneno makali yanamrudisha sana mtoto nyuma. Ukampa maneno makali kama mfanya mtu mzima, wallahi itamrudisha nyuma. Kwa hiyo jitahidi maneno yasiyo makali kwa mtoto amehifadhisha Qur'ani umpatie maneno mazuri laini, ambayo tamweya atafurahia. Pia mpatie vizawadi mtoto pipi, mpatie vizawadi vidogo vidogo. Nakwambia mtoto mdogo zawadi utachompatia, hata zawadi ni ndogo tu, atafurahi na atakupenda kwelikweli mwalimu wake au mzazi wake, na utaona tofauti na atakuwa imara kwelikweli, atahifadhi nini? Qur'an. Changamoto tulionao sisi tunapohifadhisha watoto Qur'an, hatuwapi maneno mazuri Hatuwapi zawadi, mwisho wa siku tunawapatia maneno makali kama watu wazima wenzetu. Hii ni hatari. Twende njia ya tatu. Njia ya tatu, sasa anapohifadhi mtoto Qurani, jitahidi uwe unamfanyia marejeo. Kwa mfano, baada ya kuhifadhi Suratul Mulk, Tabarakalladhi biyadihil mulk wahuwa ala kulli shayin qadir, peji ya kwanza. Sasa unapozidi kwenda mbele vizuri, kweli anahifadhi, lakini ikiwa umsikilizi aya za nyuma, peji za nyuma utakuwa unatwanga maji kwenye kinu. Kwa hiyo jitahidi unapomhifadhisha mtoto Qur'an, akiwa umempata aya leo, amekwenda amehifadhi, kesho akaja ukamsikiliza, ukampatia aya zingine. Anapokuja kesho kumsikiliza, katika zile aya umempatia, baada ya kumsikiliza, kabla hujampatia aya zingine, hakikisha unamuuliza maswali ya mada za nyuma, aya za nyuma, unampatia vipande, unamsikiliza, je, anakumbuka na kio kama akumbuki utafute mbinu mbadala. Sasa namna gani ataweza kukumbuka za nyuma na huku tunakwenda mbele? Sawa, haya twende na njia ya hiyo, kwa njia ya tatu, njia ya nne. Unapomhifadhisha mtoto wa Qur'ani, hakikisha awe na vitu viwili. Awe na msahafu ambao nimekuelezea mwanzo, pia awe na kalamu risasi, mirsama tu, penseli. Sawa, akishakuwa na penseli, anakuwa anaandika labda alipoishia ni aya uh, ya kumi na nne. Umempatia kwanza uh, aya ya kumi mpaka aya ya kumi na nne kwa siku, unaambia weka alama, ataweka alama yake pale anapokwenda kuhifadhi kule, anakuwa anajua mwalimu alimpatia kutoka aya fulani kwenda aya fulani siku itapokuja, siku inayofuata atakapoweza atafuta ile sehemu, kisha utapompatia aya zingine, ataweka alama ile nyingine, kwa sababu anakuwa anajua mimi nimeishia hapa kwenda fulani sehemu nyingine. Asitumie kalamu ya wino. Kalamu ya wino itachafua msahafu kwa sababu atashindwa kufanya nini? Kufuta. Sawa, faida ya penseli, anapofala anapoishia, anakuwa anafuta, anakwenda sehemu nyingine. Na njia ya mwisho, ambayo ndio njia ya tano, Hakikisha unaandika makosa ya mtoto katika daftari. Unakuwa na daftari lako dogo kama hili, unakuwa una rekodi makosa yake, labda yeye mtoto makosa yake anakosea sana mada, unakuwa unaandika mapungufu yake, labda shida zinamsumbua, andika katika daftari lako. Mwanafunzi huyo anapokuja, unapomsikiliza tena kwa mara nyingine, mtoto wako huyo, unakuwa unajua kosa lake ni hilo, unamwambia, una changamoto katika mada, jitahidi mada zirekebishe, mrekebishe, mwelekeze hivi, mada ikiwa hivi, unamfundisha hivi itamsaidia baada. Anapokuwa imara katika ile makosa, futa, nenda lingine. Kwa daftari muhimu kusajili, kurekodi yale mapungufu aliyonayo mtoto ili uweze kumsaidia. Jina langu naitwa Mwalimu Ibrahim Arua, nimeishia hapo. Njia tano hizi nzuri, ambazo zitakusaidia wewe kuhifadhi Qurani au unapomuhifadhisha mwenzako. Haya, Kabla sijafunga kipindi changu, ni sema nawakaribisha katika kozi ya arabic language ambayo itakaanza tarehe 30, mwezi huu. Mara nyingine tena, tulianza mwezi wa 4, tumekwenda sasa, tumemaliza tunaanza mwezi mwingine. Kwa karibu sana, ujisajili na kozi ya Arabic uweze kujifunza kiarabu na utimize malengo yako. Ni sema.